It It It It cannot cannot cannot cannot work work. work. work. like that. Wow. Uwezi kuwa unataka mapesi. <laughs> Unataka mapesi na utake kufanya kazi kwa bidii. Fanya kazi na bidii upate pesa pesa, ukipata itaosha hiyo sura yako, ukweli hadi sasa. Eh, na tena kama ushagundua wewe ni mtu wako na sura mbaya, jaribu kutafuta kazi soft job, wacha kufanya mjengo, utazeeka Utazeeka, sura yako itaendelea kukua mbaya zaidi. Jaribu kuuza hata chips kando ya barabara hapo, fanya hizi kazi, una pesa. Nyinyi ndio watu ee na wanawake. Hiyo ikusaidi. Because you are very hard adisamesapo You aikusaidii beusearbei adisavaidodabai unafuata wanawake kama umbwa mwitu, unafuata wanawake kama umbo mwitu eh, nani. Do something. Do something it cannot work like that. Sasa kama uko na sura mbaya, kutoka leo fanya kasi na bidii upate pesa. Wanawake watakufuata. Yeah.